Ibana, nadhani Iran imeamua kuchukua maamuzi magumu zaidi. Sasa Iran imemuua Bahmani Chaubi Alsli leo Jumatatu kwa madai kuwa alikuwa ni mmoja wa majetusi muhimu wa Israeli huko ndani nchini Iran. Chumba cha habari cha mahakama Mizan uh, kimetoa taarifa hiyo katika wakati ambao Irani ikiendeleza adhabu ya kunyonga watu wengi inayowatuhumu kuwa na uhusiano na idara ya kijasusi ya Israeli ya Mossad na kwa kuwezesha shughuli zake nchini humo. Kwa mujibu wa Mizani, lengo kuu la Mossad katika kuvutia ushirikiano wa mstakiwa lilikuwa kupata hifadhi data ya taasisi za kiserikali na kuunda ukiukaji katika vituo vya data vya Iran pamoja na malengo mengine ikiwa ni pamoja na kuchunguza njia ya kuagiza vifaa vya kielektroniki. Mahakama ya juu ilikuwa imekataa rufaa hiyo ya kumshtakiwa na kuthibitisha hukumu ya kifo kwa mashtaka ya ufisadi duniani maarufu kama efsad, eh, fil azi ambacho ni kifungu kisichoeleweka na chenye utata mkubwa chini ya kanuni ya adhabu ya Kiislamu ya Iran ikirejea vitendo vilivyochukuliwa kuwa vinaleta madhara kwa jamii, kuharibu utulivu wa umma, au kukiuka maadili ya Kiislamu ya kimaadili jamii. Hapo awali, ilikusudiwa kushughulikia uhalifu mkali kama vile ugaidi, uasi wa kutumia silaha au ufisadi mkubwa wa kiuchumi asiri yake pana na isiyobainishwa imegeuzwa kuwa shtaka la kukamatwa wote kwa kunyamazisha upinzani na kutekeleza up, upatanifu wa kiitikadi mzozo. Wa Iran na Israel uliongezeka na kwa vita vya moja kwa moja mwezi Juni, wakati Israel ilipolenga shabaha mbalimbali ndani ya Iran, ikiwa ni pamoja na kupitisha uh, operesheni zilizotegemea makombora uh, wa Mossad na makomando wa Mossad kutumwa ndani kabisa ya nchi. Unyongaji wa Wairan waliopatikana na hatia ya kufanya ujasusi kwa Israel umeongezeka kwa kiasi kikubwa mwaka huu, huku takribani hukumu kumi za kifo zikielezwa katika miezi ya hivi karibuni.